Yapo mambo mengi ambayo yamefichwa nyuma ya sura za upole na zipo vurugu nyingi sana zilizonyamazishwa ndani ya mioyo ya watu watulivu. Mara nyingi wapole wanachukuliwa poa tu, wanadharaulika, wanachukuliwa kwamba ni watu wa kawaida, na wale walioamua kutulia wanadharaulika pia. Mara nyingine wanaonekana kwamba hakuna chochote cha hatari, lakini hao ni wamuhimu sana kuwazingatia, kwa sababu ni lazima kipo kitu ambacho kiliwafanya wawe wapole, au kuna kitu ambacho kimewafanya wawe watulivu, na vipo vitu vitatu ambavyo unabidi uvijue kwenye maisha ya watu wa staili hii unawaona wana sura za upole sana na unawaona wametulia sana. Hivyo vitu inabidi uvizingatie kila mara unapokuwa nao karibu, kila mara unavyoishi nao kwenye maisha yako, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo mara nyingi hakuna siku watavionyesha au kuvisema kwako. Kitu cha kwanza ni kwamba, hawa watu unawaona wana sura za upole, unawaona wana utulivu, wanabeba sana machungu na maumivu nyuma yao, na sio lazima yawe yale ambayo yanatokana na maisha yao mengine yanatokana na watu wengine tunavyowachukulia kwa sababu ni mpole kwa sababu ni mtulivu ni mkimya, unamuumiza unamtendea mambo sio ya kawaida, unamdharau unamsemasema tu, anabeba machungu anabeba maumivu anakaa nayo. Hicho ni kitu cha kuzingatia, kwa sababu gani? Machungu yakizidi maumivu yakizidi kwa muda mrefu, yanaweza yakampelekea kufanya kitu ambacho sio kizuri kwake na kwa watu wengine kwa mara nyingine, ni kwamba hayo machungu yakizidi, anaweza akakufanyia tukio ambalo huamini kama ndiye huyo mpole na mtulivu uliyemzoea. Ni baada ya kubeba mambo mengi na bomu likalipuka. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho kinakuwa nyuma ya hawa watu ni mafunzo ya siku nyingi ya muda mrefu, kutoka kwa watu wengi. Kutokana na ukimya na upole, wanapata nafasi ya kusikiliza na kuangalia vizuri mazingira na watu na wakajifunza na hiyo inamaanisha kwamba hawa watu wanawajua vizuri sana watu wengine, kwa sababu wamepata hiyo nafasi ya kukaa na kusikiliza na kutazama. Lakini usije ukajichanganya ukadhani wote ni watulivu kwa kuzaliwa au ni wapole kwa kuzaliwa. Wengine wamejifunza kuwa wapole na watulivu baada ya kujichanganya huko kwenye maisha yake. Inawezekana kuna vurugu alishawai kuzifanya, kuna makosa aliyafanya yakamgharimu big time, akaamua sasa, nitakuwa mpole, nitakuwa mtulivu nitayazuia ya ndani yangu. Sasa huyo sio mtu wa kumtibua hata siku moja, kwa sababu akiyafufua yale aliyoyazika yale ya zamani, anaweza akafidia kila kitu kwako. Kwa hiyo usijaribu hata siku moja kumkumbusha mambo ya zamani. Kitu cha tatu kinakuwa nyuma ya watu wapole na watulivu ni nguvu yao ambayo haionekani kwa watu wengi. Watu wa kimya, watu wapole ni watu strong, ni watu wenye nguvu sana ila wanachukuliwa poa. Wanajua upole sio ujinga, wala utulivu na ukimya sio kukosa maamuzi. Upole sio udhaifu hata siku moja. Tumeshajua kwamba hawa wapole na watulivu wana uwezo mkubwa wa kujifunza na kuwasoma watu wengine, kwa sababu wenyewe wametulia, wanaangalia na kusikiliza lakini ni watu pia wenye uwezo wa kufanya maamuzi mazuri sana, kwa sababu wana nafasi ya kujifunza kufikiria na kuamua. Na hawa ni watu ambao mara nyingine wanaweza wakawa ni hatari. Kwa sababu gani? Mambo yao hayaonekani, kila mtu anawachukulia huwa wapo tu wametulia, na hizo hatari zao zinafichwa ndani yao. Siku akipata nafasi ya kufanya tukio anaweza akalifanya kwa ukubwa sana, na hicho ni kitu ambacho tumeisha kishuhudia mara nyingi. Mara nyingi wanasubiria wapewe nafasi au wanasubiria wakae kwenye eneo lao wafanye kitu chao kwa ukubwa. Kwa hiyo usiwachukulie poa ukadhani ni wadhaifu ni wanyonge hawana nguvu. Wameuficha ubora wao ndani yao, wameficha nguvu yao ndani yao, na hiyo ikitoka utaishia kuwaogopa kama sio kuwaheshimu. Kwa hiyo mara zote fikiria kabla ya kuwachukulia poa hawa watu, kwa sababu nyuma yao kuna hivyo vitu vitatu, kuna maumivu, kuna machungu, kuna mengi mazito waliyoyabeba, na pia kuna mafunzo ambayo wanajifunza kila siku kuna masomo wanachukua tu kwa kila mtu, na zaidi ya yote kuna hiyo nguvu yao kubwa sana ambayo hujawahi kuiona. Kaa ukiyajua akilini na jaribu kuzitumia hizi ili uishi nao kwa faida. Natumaini umepata la kujifunza. Kama uja subscribe, basi usiache kufanya hivyo, na kama unaswali, una swali una comment, tuwekee kwenye comment section. Mi naitwa Michael na hii ni Lenzi, na siku zote usisahau kupiga angalau watu wamoja kwenda mbele kila siku kwenye maisha yako.